Kile ambacho kinazungumzwa katika mitandao ya kijamii ni msaada wa kijeshi ambao jeshi la Marekani limetoa kwa jeshi la Ghana. Msaada huo umetolewa kwa jeshi la Ghana kwa lengo la kupambana dhidi ya mashambulizi ya kigaidi ambayo kunaonekana kuwa na uwezekano ya kuweza kutokea mashambulizi hayo katika maeneo ya mpakani kati ya Ghana na Burkina Faso, kama inavyotajwa kwamba msaada huu wa magari ya kijeshi yenye thamani ya dola milioni sita ni kwa ajili ya kupambana na ugaidi katika eneo hilo la kaskazini mwa Ghana. Msaada huo umejadiliwa kwa kiasi kikubwa katika mitandao ya kijamii ikitajwa kwamba huenda kuna njama dhidi ya Burkina Faso, lakini mtazamo huo pia umeweza kupingwa na mtazamo mwingine ambao inatajwa kwamba Rais wa Burkina Faso Ibrahim Traore, wakati wa kutawazwa rais mpya wa Ghana alipowasili nchini Ghana alipokelewa kwa shango kubwa, kitendo ambacho kinatajwa kwamba inaonekana kuwa kuna ushirikiano usiokuwa na kifani kati ya Ghana na Burkina Faso. Hivyo basi hakuna uwezekano wa aina yoyote ambayo itakayopelekea Ghana kuweza kusaliti ushirikiano uliopo kati ya Ghana na Burkina Faso, kutokana na mapokezi ambayo aliopewa Rais Traore alipofika nchini Ghana. Kile ambacho kinajadiliwa ni msaada huu kutoka nchini Marekani, msaada ambao umeotolewa muda mchache baada ya Marekani kuwatolea wito wa raia wake ambao wanaotembelea Ghana kuwafahamisha ya kwamba pindi ambapo wanapokuwa Ghana, wanatakiwa kuwa makini, kwa kuwa Ghana kwa sasa inaonekana kuwa ni taifa ambalo ni hatari na si salama kwao, kwa kuwa iliripotiwa ya kwamba nchini humo huwa kuna matendo ya uhalifu dhidi ya wageni na kutolea wito raia yoyote wa Marekani ambaye atakayetaka kutembelea nchini Ghana, basi hakikisha kwamba ametoa taarifa katika ubalozi wa Marekani unaopatikana nchini Ghana. Iwapo kutakuwepo chochote ambacho kitakachotokea dhidi yake, ubalozi uwe tayari umepewa taarifa na kuanzisha mpango wa kuweza kumwokoa raia huyo wa Marekani, kwa kuwa Marekani ni mmoja miongoni mwa mataifa machache ulimwenguni ambayo hufanya kila liwezekanalo ili kuweza kuwalinda raia wake. Utakumbuka kwamba walioendesha jaribio la mapinduzi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tayari walikuwa wamehukumiwa adhabu ya kifo, lakini serikali ya Marekani ilifanya kila iliwezekanalo hadi kufikia hatua ya kuweza kuwachukua raia wake ambao walikuwa wamehukumiwa adhabu ya kifo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kupelekwa nchini Marekani, kama inavyotajwa ya kwamba watakwenda kumalizia kifungo nchini Marekani. Tuachane na hilo, tuendelee na swala hili kuhusu msaada huu wa kijeshi ambao Marekani umetoa kwa Jeshi la Ghana na kile ambacho kinajadiliwa, inatajwa kwamba msaada huu ni kwa ajili ya kutaka Ghana isiweze kuacha ushirikiano wake na Marekani kama walivyofanya majirani zake, majirani zake ikiwa ni pamoja na Burkina Faso. Kwa kuwa Burkina Faso ndio taifa ambalo linapakana moja kwa moja na Ghana, na ni taifa ambalo linaonekana kuwa na ushirikiano wa karibu na Urusi huku Ghana huenda nayo kutokana na ushirikiano uliopo kati ya Ghana na Burkina Faso Ghana inaweza pia kushawishika na kuachana ushirikiano wake na mataifa ya magharibi na kujiunga moja kwa moja na ushirikiano na Urusi. Hivyo basi msaada huo ni kwa ajili ya kuionyesha Ghana kuwa Marekani ipo tayari kuweza kushirikiana nayo na isiwe na wasi kutaka kupata msaada mwingine eidha ushirikiano kutoka nchini Urusi. Na kama ilivyo kawaida, mitazamo tofauti inatajwa kwamba na iwapo Ghana ingekataa kupokea msaada huo, basi ingeonekana moja kwa moja tayari Ghana inajivunia ushirikiano ambao bado haijaweka wazi, na bila shaka ushirikiano huo ni ushirikiano na Urusi. Msaada huu wa magari ya kijeshi kwa jeshi la Ghana umekuja siku chache tu baada ya Ghana kutangaza ya kwamba inachukua dhahabu zake zote ambazo zinapatikana nchini Marekani, kwa kuwa mataifa mengi ulimwenguni yamehifadhi dhahabu zake katika benki moja nchini Marekani kwa ajili ya kuhakikisha usalama kutokana na kuyumba kwa usalama katika mataifa tofauti, na makubaliano ya kimataifa yaliyosainiwa kuhusu soko zima la dhahabu. Na vile vile utakumbuka kwamba bunge la Ghana liliidhinisha mswada wa sheria ambao unapiga marufuku kwa wanakijiji, aidha raia wa kawaida, kuweza kuuza dhahabu moja kwa moja kwa yeyote yule ambaye atakayetaka kununua dhahabu ambayo inapatikana katika ardhi ya Ghana, na kuunda mfumo ambao utakuwa ukisimamiwa na taasisi maalumu ambayo mtu aidha taasisi nyingine ambayo itakayotaka kununua dhahabu kutoka nchini Ghana, basi ipitie katika taasisi zile, na pesa ambazo zitakazopatikana katika uuzaji huu wa dhahabu serikali pia iweze kunufaika na kodi ambayo itakayokatwa kufuatia biashara ile, na vilevile inatajwa vile kwamba kitendo cha Ghana kukubali kupokea magari haya ya kivita kwa ajili ya kupambana na uwezekano wa mashambulizi ya kigaidi katika mipaka yake inaashiria wazi ya kwamba tayari Ghana kuna usalama mdogo. Hivyo basi itakuwa ni vigumu kwa wawekezaji ambao waliokuwa na nia kutaka kwenda kuwekeza nchini Ghana, na kupatwa na hofu ya kwamba tayari Ghana inajidhatiti na imepewa msaada kutoka nchini Marekani wa magari haya ya kivita kwa ajili ya kupambana na magaidi. Hivyo basi wawekezaji watakuwa na hofu na hawataweza kujielekeza nchini Ghana na kuweza kuwekeza nchini humo. Hivyo basi inatajwa kwamba tayari Ghana kitendo hicho kinapelekea Ghana kuweza kupoteza fursa ambazo zingetolewa kwa vijana, wakati ambapo mashirika hayo yangekwenda kuwekeza nchini humo, vijana hao wangeweza kupata ajira na kwa upande mwingine inatajwa kwamba ni kitendo cha kimkakati, aidha cha kidiplomasia, ambacho kimepelekea Ghana kuweza kukubali msaada huo. Iwapo Ghana isingekubali kile ambacho kimetajwa kuwa ni msaada, basi Ghana na kile ambacho kingeweza kutokea kingetokea kama kile ambacho kinaendelea katika mataifa ya muungano wa Saheli, ikiwa ni pamoja na Niger, Burkina Faso na Mali. Kuwa na usalama mdogo, usalama ambao uliokuwa ukiyumbishwa na makundi ya kigaidi katika ukanda mzima huo wa Afrika Magharibi licha ya uwepo wa jeshi la Ufaransa ambalo liliingia katika eneo hilo kwa lengo la kupambana na makundi ya kigaidi, ugaidi ambao hadi sasa bado upo. Na wakati ambapo jeshi la Ufaransa lilikuwepo katika eneo hilo, matendo ya kigaidi yalikuwa yakiendelea. Hivyo basi, Ghana imeona ni bora kupokea msaada huo ili kuonyesha ya kwamba bado kuna ushirikiano kati ya Ghana na Marekani na hakuna tatizo lolote licha ya kuwa pia na ushirikiano kati yake na Burkina Faso. Msaada huu kwa jeshi la Ghana kutoka Marekani unakumbusha pia msaada ambao uliotolewa na Marekani kwa Burkina Faso, msaada wa vifaa vya jeshi ikiwa pamoja na magari, msaada ambao ulikadiriwa kuwa wenye thamani dola milioni 1.7 kwa Burkina Faso, msaada ambao ulitolewa pia kwa lengo la kukabiliana na makundi ya kigaidi katika ukanda huo. Katika mitandao ya kijamii wataalamu wa masuala ya kimkakati wanafahamisha kwamba msaada huu wa jeshi la Marekani kwa jeshi la Ghana kwa kutoa vifaa hivi vya kijeshi, ikiwa ni pamoja na magari, ni kwa ajili ya kutaka kuonyesha Urusi ya kwamba Ghana ni taifa ambalo lina ushirikiano na Marekani moja kwa moja, hivyo basi Urusi isiweze kutafuta njia ya kutaka kujipenyeza nchini Ghana ili kuweza kuongeza idadi ya washirika wake katika ukanda wa Afrika Magharibi kama inavyofahamika ya kwamba kwa sasa ni juhudi za Urusi kutaka kuwa na ushawishi mkubwa katika mataifa tofauti barani Afrika, na kwa wale ambao wanaodhani ya kwamba kama inavyotajwa katika mitandao ya kijamii kuwa msaada huu wa vifaa vya kijeshi na ni kwa ajili ya kukabiliana na makundi ya kigaidi katika eneo la kaskazini, kama inavyotajwa ni kwa ajili ya kukabiliana na Burkina Faso wanafahamishwa kwamba wasiwe na wasiwasi wa aina yoyote, kwa kuwa Burkina Faso na Ghana ni mataifa ambayo yana ushirikiano ambao ni wa kihistoria. Kama utazingatia historia kabla ya kukatwa mipaka ya mataifa tofauti ya bara la Afrika, ni jamii sana. Utamaduni unasemaje kuhusu msaada huu wa jeshi la Marekani kwa jeshi la Ghana kutoka nchini Marekani? Tuachie mtazamo wako.